Waziri wa Madini Anthony Mavunde amewatangazia wananchi ambao wanategemea kupata ajira kwenye mgodi wa Magambazi uliopo wilayani Handeni mkoani Tanga kwamba utaanza uzalishaji mwezi wa saba mwaka huu baada ya makubaliano kati ya kampuni iliyopo na serikali. Akizungumza na wananchi hao wa kijiji cha Nyasa ambapo ndio mgodi huo upo, Waziri Mavunde amesema huyo mtu atateuliwa ndani ya siku kumi na nne kuanzia tarehe kumi na mbili kwa mpaka tarehe ishirini na sita litatoka jibu la ni nani, kampuni gani ya kutoka nchi gani au kutoka wapi ambaye atakuja kufanya uendelezaji wa mgodi wa Magambazi, ambaye yeye sasa ndo atafanya kazi ile ya kiufundi na kuleta wataalamu wa kisasa kabisa, mashine za kisasa, kazi ianze, uzalishaji uanze. Kwa hiyo kampuni ya IAM wamepewa jukumu hilo la kuhakikisha kwamba anapatikana huyo mwendelezaji ndani ya siku kumi na nne. Awali, mkuu wa wilaya ya Ubungo ambaye pia alikuwa mkuu wa wilaya ya Handeni Albert Msando akaeleza makubaliano waliowekeana kati ya wadau wanaomiliki mgodi huo pamoja na wananchi kuhusu maslahi yao. Nilikaa nao ndani ya siku mbili, nikawafungia, nikawaambia mtake mstake, mtakubaliana. Wamesaini, wameweka vidole gumba na hawana mgogoro wowote. Tunategemea kwamba wataendelea hivyo wale waliokuwa na asilimia themanini na tano wameridhia, wamepunguza asilimia tano, wamerudisha kwa wenzao waliokuwa na asilimia za chini, na wale waliokuwa na asilimia chache na wenyewe wamezipokea asilimia hizo. Baada ya kukamilisha usuluhishi ule, wamekubali kukipa kijiji share katika kampuni. Na wenyewe watakuja kulitamka wenyewe wanataka kijiji kipate share ngapi. Mkurugenzi wa kampuni ya PMM Tanzania Limited spendi ulimbakise amesema makubaliano hayo yatakuwa na tija endapo uzalishaji utaanza, kwani wataweza kuajiri zaidi ya wananchi mia tatu. Ajira ndio zitaongezeka zaidi, ajira zitakuwa nyingi sana, ajira zitaongezeka sana kwa sababu tunafikiria kwamba huu um, um, mlima ni mkubwa, tunafikiria kwamba tutakuwa na tani nyingi, kuna, kuna tani nyingi sana za dhahabu sisi sisi kwa jumla tunafikiria kwamba tutakuwa na, tutakuwa na ajira sio chini ya mia tatu, ajira sio mia tatu, na ukiacha hizo ajira za watu mia tatu, hizo ni direct employment tutakuwa na ajira zingine za pembeni zile ambazo zinasaidia wananchi, zinasaidia hiki, kwa unakuta jumuiya yote kwa jumla inakuwa inaongezeka sana kitu sisi. Mbunge wa jimbo la Handeni vijijini John Sallu wakaelezea maslahi ambayo atayapata kwa kuanza kwa shughuli hizo. Kwa kweli tunashukuru sana na tunamshukuru sana mama yetu Samia Suluhu Hassan kwamba sasa uchumi wa Nyasa unaenda kuimarika kwa sababu hata mirahaba ya serikali pamoja na a tozo mbalimbali, e, na ile rejesho kwa wananchi e, kwa kweli tutanufaika zaidi. Tumepokea kwa furaha kubwa, kwa sababu serikali ndio kila kitu, serikali ndio umeona kilio chetu, na serikali imekuja kutatua hili. Tunamkubali huyo atakaye kuja kwa ajili ya ushirikiano. Unajua vijana wetu watapata ajira. Kutoka hapa katika kijiji cha Nyasa wilayani Handeni mkoani Tanga, Rajabu Athmani Mwananchi Digital.